Karibu katika kuungana na PITIO TV ili ujipatie elimu tafakari na habari kemkem, ewe mtazamaji wa PITIO TV, ili uwe nasi sambamba katika tafakari na pitio letu la leo juu ya wiki hili kuu na lililo takatifu. Wiki takatifu ni muda wa kutembea na Yesu katika safari yake ya mateso, kifo na ufufuko. Ni muda wa kutafakari upendo wake usio na kipimo kwetu sisi. Katika kila hatua ya safari hii tutajiuliza maswali magumu. Tutaguswa na ukuu wa neema ya Mungu na tutainua mioyo yetu katika shukrani. Usisahau pia kusubscribe katika hii channel yako pendwa ya PITIO TV. Tunaanza safari yetu Jumapili ya Matawi, siku ambayo Yesu aliingia Yerusalemu akiwa amepanda punda. Watu walimpokea kwa shangwe wakitandika nguo zao na matawi ya mitende njiani. Lakini ndani ya siku chache hao hao walimkana na kumtaka asulubiwe. Je, tunampokea Yesu kwa unyenyekevu na imani ya kweli? Yesu alijua mateso yanayomkabili, lakini alikubali mapenzi ya Baba. Je, tuko tayari kumfuata Yesu kwa unyenyekevu? Tunapoendelea, tuombe neema ya kuwa na mioyo kama ya Yesu. Alhamisi Kuu inatukumbusha juu ya upendo wa Yesu usio na mipaka. Katika usiku wa mwisho wa maisha yake, Yesu aliosha miguu ya wanafunzi wake. Akionyesha mfano wa hali ya juu wa utumishi. Aliwapa amri mpya, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Katika Yohana sura ya kumi na tatu, mstari wa kwanza hadi wa kumi na saba, tunashuhudia tendo hili la unyenyekevu wa Yesu. Aliosha miguu ya wanafunzi wake akiwaonesha kwamba ukuu wa kweli unapatikana katika utumishi. Je, sisi tuko tayari kuosha miguu ya wengine? Je, tuko tayari kuwatumikia wale walio katika mahitaji? Hata wale ambao ni wagumu kuwapenda. Yesu pia alitupa Ekaristi Takatifu akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu, kunyweni hii, ni damu yangu. Katika Ekaristi, Yesu anaitoa kwa ukamilifu. Je, sisi tunampokeaje Yesu katika Ekaristi? Je, tunamruhusu aguse mioyo yetu na kutubadilisha? Ijumaa Kuu inatupeleka kwenye kilima cha Kalvari, ambapo tunashuhudia mateso na kifo cha Yesu msalabani. Alisalitiwa na rafiki, akanenewa vibaya na kuteswa, lakini kwa upendo usio na kipimo alivumilia yote kwa ajili yetu. Katika Isaya sura ya hamsini na tatu, mstari wa tatu hadi wa saba nabii alitabiri mateso ya masia ajaye, alisema: hakika ameyachukua magonjwa yetu, amejitwika huzuni zetu. Yesu alichukua dhambi zetu zote, maumivu yetu yote na aibu yetu yote, akaifanya kuwa yake mwenyewe. Tunapotafakari juu ya msalaba tunajiuliza: Je, tunathamini kweli kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili yetu? Je, tunaelewa kina cha upendo wake kwetu? Je, tuko tayari kumpa maisha yetu yote? Katika injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 17 hadi 30 tunasoma masimulizi ya kusulubiwa kwa Yesu. Alivumilia maumivu makali, lakini hakuacha kutupenda hata akiwa msalabani. Yesu aliendelea kuonyesha huruma. Alichagua kusamehe badala ya kuhukumu. Je, sisi tunaweza kusamehe kama Yesu alivyotusamehe? Jumamosi kuu ni siku ya ukimya na kusubiri. Yesu amelala kaburini na ulimwengu uko kimya. Wanafunzi wamejificha, wamejaa huzuni na hofu. Lakini hata katika ukimya huu, Mungu anafanya kazi. Tunapotafakari juu ya jumamosi kuu, tunakumbushwa kwamba hata katika nyakati za giza na kutokuwa na uhakika, Mungu yuko pamoja nasi. Yeye hachi kamwe wala hatuondolei kamwe. Katika Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 59 hadi wa 66 tunasoma jinsi Yosefu wa Arimathaya alivyoomba mwili wa Yesu na kuuzika katika kaburi lake jipya. Jiwe kubwa liliwekwa mlangoni na ulinzi waliwekwa kulinda. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine. Hata mawe na walinzi hawangeweza kumzuia Mungu kutimiza ahadi yake. Jumapili ya Pasaka ni siku ya furaha kuu. Kaburi liko tupu, Kristo amefufuka. Tunasherehekea ushindi juu ya kifo na dhambi. Wanawake walikwenda kaburini asubuhi na mapema, lakini walikuta jiwe limevingirishwa na kaburi likiwa tupu. Malaika aliwatokea akisema, hayupo hapa, amefufuka. Ufufuo wa Yesu sio tukio la kihistoria, ni ukweli unaobadilisha maisha. Kwa sababu Yesu amefufuka, sisi pia tunatumaini la uzima wa milele. Asante mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja na PITIO TV katika tafakari hii ya Wiki Takatifu. Tunatumai kuwa safari hii ya kiroho imekugusa moyo wako na kukupa nguvu ya kuishi maisha yako kwa ukamilifu. Endelea kuungana nasi sambamba tena katika familia ya PITIO TV kwa kusubscribe, like na kuwashirikisha wengine katika hii channel yako pendwa ya PITIO TV.